Kwa kifupi sana, ni kweli ilitokea. Uh, tukio mmoja pale eneo la Gerezani Kariakoo. Uh, lakini pia basi moja lilifika maeneo ya Magomeni Mapipa Lipa, likapata hitilafu, abiria waliokuwemo mle wakashuka, baadhi ya abiria wale wakalishambulia gari lile kwa kuchukua mawe ya karibu na eneo hilo. Uh, na wakawa wanatembea kwa miguu walivyofika eneo la Usalama wakakuta basi lingine waka- wakalirushia mawe, na kituo cha mwisho kilikuwa kile cha Magomeni Kagera, ambapo pia baadhi uh, uh, ya hivi vituo, kituo kile cha mwendo kasi ni cha vioo, walirusha mawe na vioo vile vikao vimevunjika. Kwa uh, hiyo, kwa kifupi, kuna mabasi kama manne hivi ambayo yalipata yali athari kwenye kwenye kwenye kwenye, kwenye matukio hayo na jeshi la polisi lilivyofika maeneo ya Kagera lilikuta hilo kundi la watu ambalo kimsingi lilitoka kwenye lile basi la mwanzo kule Magomeni Mapipa, na ikabidi huwe uh, ndio mwisho wa kile walichokuwa wakikifanya, kwa sababu baada ya kuona polisi walianza kukimbia na kati yao waliweza kukamatwa ambao wanahojiwa hmm. Na uchunguzi bado unaendelea ama ni hao watatu alafu nini kinafuatia baada ya hapo? Kinafuatia kutaka kujua wale waliokimbia nao ni kina nani, kwa sababu kila anayehusika na tukio la kihalifu e, kwa mujibu wa sheria lazima apatikane, afanyiwe mahojiano na ushahidi Kana kuhusiana na yeye anapelekwa kwenye mamlaka zingine za kisheria. Kamanda Muliro, uh, ukiwa kama kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam uh, unawaambia nini wakazi wa Dar es Salaam juu ya umuhimu wa kutunza amani na kufata sheria za nchi? Kwanza ile miundo mbinu ni ya umma, ukisema umma ni pamoja na wewe mwenyewe mhusika, ambayo una- unajaribu kuiharibu hiyo miundo mbinu, ni ya mama yako anatumia, baba yako anatumia mtoto wako anatumia. Kwa hiyo ukiharibu unakuwa, uh, usidhani unajiharibia wewe, unaharibia watu wengi wakiwemo watu, watu wako. Kwa hiyo ni miundombinu ya umma ambayo hata kama una sababu nyingine yoyote hauruhusiwi kisheria, na ukifanya vile, uh, kusema kweli, lazima ushughulikiwe haraka kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo naendelea uh, kuwashauri wananchi hata kama wana uh, uh, kitu chochote labda wanataka kukieleza kuki au wa kufanya nini, wapate utaratibu, lakini ile miundombinu sio ya mtu, ni ya umma. Umma ni pamoja na yeye pamoja na mtoto wake pamoja na baba yake pamoja na mama yake pamoja na dada yake.